Kumwamini Mungu akupo tena ndani yako ingawaje, unasali kuna watu wanaabudu, lakini kumwamini Mungu kimekwisha kuondolea ni ndani yao. Hawa ni ngano ambaye imebaki makapi kanisani, wanasali, lakini wanasali tu kwa sababu nilisha pazoea, nipo oda, niwepo ni kanisa langu. Ndani yao imani ilisha polewa, haipo hata mtumishi wa Mungu akihubiri anasema naelewa, ananipoa tu, hata hubiri nacho kinachojigusa." Ya, ya kulaaniwa. Hiyo ni namna ya kulaaniwa na unakuwa mtu wa kushindwa kila uendapo. Kwa sababu unabaki kuwa na kanisa lakini imani haipo ndani yako. Ndio maana Yesu akamwambia wa wale watu, "Je, mwana wa Adamu atakapokuja, ataikuta imani duniani?" Si atawakuta watu wanasalia, ataikuta imani duniani. Je, nitakuta kanisa limejaa watu, je, wale watu waliojaa ndani ya kanisa watakuwa na imani bado? watu ambao imani yao imeamia kwa waganga, imeamia kwa wachawi, imeamia kwenye maisha ndani, wanasali tu, wana jina kuwa hai lakini wamekufa. Je, hey. Mungu anapowatazama bado imani yao iko kwake? Je, imani yao kuhusu baraka za maisha yao, je, zipo kwa Mungu? Hey. Au watawakuta wanasali lakini mioyo yao ilishageuka Walisha acha kumfuata Mungu, wanaenda tu kanisani ili waonekane tu, tunasali, watu wasiseme si tulikuonaga unasali, mbona siku hizi huendi kanisani? Ah, basi tu ngoja niwe naenda nisije nikaonekana katika jamii kama mtu wa hovyo. Ngoja tu niwe na sali. Usifike kiwango hicho mwanangu, maisha yako ya rohoni ni faida yako. Kila mara wanakufundisha kuacha kumtegemea Mungu mkomoi yoyote, na unapomtegemea Mungu humnufaishi yoyote. Unapomtegemea Mungu ni kwa faida yako. Mimi nimepita kwenye vita mbalimbali, kilichoniokoa ni imani iliyokuwa nayo kwa Mungu, sio imani ya watu wa Mungu waliokuwa nayo kwa Mungu, imani yangu. Biblia nasema imani ya yule mtu wa Mungu inaweza kumwokoa na mauti. Shida siyo. Imani ya jirani yako inaweza kukuokoa? Imani yako uliyo nayo juu ya Mungu inaweza kukuponya na kukuokoa. Ndio maana watu wote ambao Yesu mwana Mungu aliwaombea nyakati zile alikuwa anawaambia inuka, nenda zako, imani yako uliyo nayo juu yangu imekuponya. Hakuna mali Yesu aliponya watu akawaambia imani ya jirani zako imekuponya Aliwambia, imani yako imekuponya, nenda zako, usitende dhambi hey. Mara ngapi watu wanaponywa na wanatenda dhambi, alafu wanalalamika niliombewa pale, alafu shida imerudi. Inawezekana ile kanisa halina nguvu, wanatumia miujiza ya giza. Kwa nini usijiuliza? Wee ndiye giza ambaye Mungu alikuponya akakwambia ukaanza dhambi tena, ukaanza uongo tena, ukaanza usegeleaji tena. Kwa nini usijiraumu wewe? Agizo la Yesu ni moja, anapokuponya anasema usitende dhambi tena, hataki mjadala <Hallelujah>. watu wengi leo wana mijadala Anasema yamkini, anatenda dhambi, anampigia mtumishi wa Mungu, yeah, unajua jana nilijikuta tu kama zile kaasira hivi, si nimetenda dhambi dhambi, kwa hapo Mungu atanipiga, atanipiga. Sikiliza nikwambie, usiwe na maisha ya kiroho yenye majaribio ya kimani. Lazima ujihakikishe kwamba mapito yako yamenyoka ya mbele za Mungu. Lazima haipo namna ambayo unaweza kushinda shetani na majeshi yake, ikiwa bado unaishi katika nia mbili unaishi katika nia ya mwili na unaishi katika nia ya roho. Nia ya mwili manake ni yule ambaye bado anaishi anafuata matendo ya mwili ambayo tuliyasoma kwenye Wagalatia sura ya tano, ambayo matendo ya mwili ni dhambi, tuliyasoma na unaweza kuyasoma. Ametaja mengi: ulafi, uchafu, ufisadi, uongo, uchawi, ibada ya sanamu, nini, mambo kama hayo. Anasema nawaonya mapema watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawata ulete uzima wa milele. Haleluya, haleluya! Lakini watu wengi leo wanataka wasali, wasionywe dhambi, wasikemewe wakitenda dhambi, wabembelezwe, waambiwe uko sawa, barikiwa, Mungu akuinue sana. Kitu ambacho hakikusaidii kinakuangamiza. Haleluya, kinakuangamiza.